Mimi kwa jina naitwa Abdallah Alawi Abdallah. Mimi ni ne katibu mkuu wa jumuiya ya viziwi Zanzibar. Kitu ambacho nimekipenda zaidi katika mikutano hii, labda tuseme leo hapa, yeye ametuhakikishia kwamba elimu elimu jumuishi inaendelezwa, jitihada hizi zitaendelezwa. Hili ni jambo muhimu sana, kwa sababu hii elimu ndiyo watu wanasema na ufunguo wa maisha lakini hii elimu ndio inayotutoa sisi mjingani na kutupeleka katika taaluma ya kujafahamu mambo mbali mbali mbalimbali. Sasa elimu jumuishi elimu jumuishi kwa upana wake ni kujumuisha watu wote. Mimi ningeendeleza kupendekeza zaidi hii elimu jumuishi kuhakikisha inakuwa inakuwa inazaa ina na jamii jumuishi vile vile. Sisi ujitokeze kwa wingi, twende tukapige tiki tiki tiki tiki. Watu wanataka kuleta matatuko Wanasema sijui mambo ya kura za mapema nini? Hii haya mambo sisi yatatatulika baadaye, kwanza tu tukachague viongozi wetu. Kama wawakilishi wanakwenda kule baraza la wawakilishi, alafu wao ndo wakazungumze kama huku kuna tatizo lolote, wawarekebisha huku huku. Oktoba tunatiki.